Hey mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza C++ programming language. Na video hii ya leo bado tupo katika kipengele cha pointer kwanza, fahamu hivyo. Na leo tutakwenda kuona namna gani ya kuweza kupata au kubadilisha value iliyopo kwenye pointer. Kipengele hiki ambacho leo tutakwenda kukicover ni muhimu sana katika hii issue ya pointer. Tunaita dereferencing operator. Hii alama ya asterisk tutaenda kuona inavyotumika kuweza kupata valu fulani, lakini vilevile kuweza kubadilisha valu hiyo ambayo pointer yetu ina point katika variable hiyo iliyohifadhi hiyo valu tayari. Sote tunajua pointer huwa inabeba address ya variable, instead ya kuweza kukamata valu ya variable fulani. No, inabeba address, memory address ya variable fulani. Tunafahamu sote kitu hiko kama umeangalia video zilizopita. Sasa tunataka kuweza kujua tunafanyaje kazi na hiyo address kivipi, yaani kuweza kupata data iliyomo kwenye hiyo address. Hapa sasa ndipo tunatumia hiyo dereferencing operator. Hii alama ya nyota inaitwa dereferencing operator. Kwa mfano unaweza kuandika nyota, tuliona katika video zilizopita, nyota p Ukaweza kupata value ambayo imehifadhiwa katika variable ambayo pointa yako ina point hiyo variable. Tuliweza kuona kitu hicho huko nyuma, lakini leo nahitaji tuweze kuzungumzia kiundani, basi ili kila mmoja wetu aweze kuelewa kuhusiana na hii ishu na hii operator ya dereferencing. So twende moja kwa moja tuoneshane mfano mdogo ambao utatuwezesha kuweza kufahamu hiki ambacho nakiongelea leo. Instead ya kuweza kudisplay address kama hivi, tukikompile na kurani hapa tunaona hapa zinakuja address hizi za variable zetu ambazo pointer zetu zina point, lakini sasa wewe unahitaji kuweza kupata value iliyomo katika hiyo memory address ambayo pointer yako ina point, ina reference. Unaweza kuipataje hiyo value, na unawezaje pengine kuweza kuibadilisha value hiyo kutumia tu pointer yako bila ya kutumia ile variable yenyewe. Sasa leo tuwe, tuangalie kitu hicho, na kila mmoja wetu baada ya kumaliza video hii atakuwa amejifunza kuhusiana na hii dereferencing operators, namna gani ambavyo inafanya kazi. Tutengeneze mfano mdogo tu hapa, wacha tuache variable zetu hizi hizi age na dogs age. Okay? Let's say age na dogs age. So tupo na variable zetu mbili hizi age na dogs age, variable za kawaida tu. Kwa kitu cha mwanzo ambacho nitakifanya, wacha ni see out, nitoe hizi value katika hizi variable zetu mbili zinaonekanaje, ili tuweze kufahamiana vizuri leo katika video hii, kwa sababu ni kitu kimoja muhimu sana ambacho utakuwa ukitumia mara kwa mara unapo deal na pointer. So, wacha, niweke simple message. Integer. Oh, sorry integer age ni sawasawa na hiyo then hapa wache tuweke variable yetu ya age ili iweze ku display ile value iliyomo ndani ya hii variable yetu. Tunafahamu tukiweka tu jina la variable yetu, maana yake tume access kile kilichomo ndani ya hiyo, kitaweza ku display baada ya, age. Age, tu, kile kilichomo ya so, hapo acha nimalize kwa kuweka dog's age End line, bila kusahau kufunga na semicolon, then tutakuwa tumemaliza statement zetu hizi za awali za kuonesha tu zile values zilizomo ndani ya hizi variable yetu ya age na dog. Sasa kinachofuata katika mfano wetu huu, wacha sasa tuweze kutengeneza ku declare pointer yetu na tuweze ku assign pointer yetu na memory address ya variable fulani, yani shikilie address ya variable fulani iweze ku point hiyo variable. So, moja kwa moja kwa vile tunaenda kushikilia ile memory address ya variable ambayo ina data type ya int, tunatakiwa pia tutumie int data type katika kutengeneza pointer yetu, point int okay. Sawa sawa na tuanze na ya kwanza, tumesema ukihitaji kuweza ku access ile memory address unatumia hii dereferencing operator ama tunaita ampersand, so tuweke hapa edge, then wacha tuweke to display sasa output baada ya kuweza kutengeneza hii pointa yetu ili tuone pointa yetu sasa inashikilia address gani na value gani ambayo itawakilisha, so cout simple, just a simple message. kwa hiyo points ambayo ndio jina la hii pointa yetu points. Points kitu gani to edge just a message end line, semicolon Wacha tutengeneze cout nyingine hapa, ambayo hii sasa tutakwenda kudisplay memory address ambayo pointer yetu inashikilia, na hii inayofuata itakwenda kushikilia, i mean, kudisplay ile value sasa, ambayo inapatikana katika memory address ambayo hii pointer yetu inashikilia. So moja kwa moja hapa, wacha tuweke points int hapa, tuweke points int bila ya kutumia asterisk ama kutumia dereferencing operators tuone itatoka output gani, lakini hii ya chini wacha tuweze kutumia dereferencing operators. Kwa hiyo hii ya chini itakuwa ni sawasawa, tutaweka alama ya nyota, asterisk ndio dereferencing operator yetu, then tutaandika sasa hiyo jina la pointer yetu baada ya hapo itakuwa imekamilika. So, hapa kuna tofauti. Kuna hii ambayo haina dereferencing operator na kuna hii ambayo ina dereferencing operators. Tutaenda kuona output zao ni mbili tofauti. Hii ya kwanza inaenda kutoa kile kilichohifadhiwa katika hii pointer yetu, ambapo siku zote tumesema pointer inahifadhi memory address ya variable fulani, lakini hii nyota sasa tulioitumia hapa na kumalizia na jina la hii pointer yetu hii inachokwenda kufanya inakwenda ku access moja kwa moja value ambayo inahifadhiwa katika hii memory address ya pointer yetu inapo point, yani katika hii edge, sio? Ndo pointer yetu ina point katika hii variable ya edge. Kwa hiyo kilichohifadhiwa ndani ya hii variable ya edge ambayo ni 30, tutakuwa na uwezo sasa wa ku access kwa kutumia hii asterisk hapa, ama tunaita dereferencing operators. So, baada ya kuweza kufanya hivi hapa tuna uwezo pia wa ku reassign tukaweka hapa points sorry, int jina la pointer yetu, just tunahitaji tu ku reassign hapa points int, okay. Points int ni sawa sawa na nini sasa hivi, tuipe dogs age. Okay. Kitu hichi tumejifunza katika video iliyopita, sio kigeni. Then baada hapo tuchukua hizi hizi cout zetu tatu tuziweke hapa, then tubadilishe tu sasa hivi, points int ina point to dog age okay, dogs age na points int hapa tuweke, itakuwa ni hii simple kama hivi. So tumemaliza hapo kutengeneza mfano mdogo, wache tuweze kufahamishana vizuri zaidi ili tuweze kueleweshana basi uh, kile ambacho tumekusudia leo kuweza kufahamishana. So tu kwanza tu run na ku compile, I mean tu compile na ku run sorry. Then kama unaviona output yetu imeanza integer age ni 30, sawa. Ni hizi si output za mwanzo huko, integer dogs age ni 9 ni ni sawa. Tunafahamu sote values zilizohifadhiwa katika variable zetu ni hizi. Sasa inapoanza hii points to age, unaona hapa points to age pointer yetu ina reference memory address ya age ama imehifadhi memory address ya age kwa hiyo imeweza kutoka hii hapa. Lakini sasa kumbuka hapa katika cout ya tatu baada ya kuweza kuhifadhi memory address ya age katika pointer yetu, tuliweza kutumia asterisk hii nyota. Kama unaona hapa Dereferencing Operators. na moja kwa moja pointer yetu ikawa na uwezo wa kuaccess kilichomo ndani ya ile memory address ambayo ina point ndani ya ile variable ambayo ina point kumehifadhiwa value gani ikawa na uwezo wa kuifikia na hii hapa ndio ambapo imetuonyesha katika screen hapa 30 na hapa tulivyoweza kufanya reassignment sasa hivi imebadilika kama imebadilika kama unavyoona sasa hivi imechukua ya hii dogs age lakini value pia imekuja kutoa ile iliyomo katika hii memory address hii ambayo ni dogs edge ambayo imehifadhi value 9. Natumai utakuwa unanielewa, umeweza kupata hiyo concept ya dereferencing uh, operators jinsi inavyofanya kazi. Hii alama ya nyota kwa, una uwezo wa kuichukua moja kwa moja hiyo value inayopatikana katika hiyo memory address ya variable ambayo umeiweka pointer yako iweze kupoint, na kama una uwezo wa kuifikia, kwa maana yake kuwa una uwezo pia wa kuibadilisha hiyo value iliyomo humo. Sasa wacha ni kuoneshe jinsi gani ambavyo tunaweza sasa hapa kuibadilisha na tuone jinsi ambavyo itakavyochukua hiyo variable yetu ambayo tunaibadilisha value yake kupitia pointer ambayo ina reference ama ina point hiyo variable. Wacha niweze kuonesha. Let's say hapa katika age tunafahamu inahifadhi 30. Sasa mimi nahitaji kwa kutumia pointer yangu niweze kuibadilisha hii value iliyomo ndani ya variable ya age iwe na value fulani, let's say, tunakuja hapa tunaandika sasa. Sasa kuweza ku access value iliyomo katika hiyo uh, reference address ambayo pointer yako ina point hiyo variable, tumesema unatumia asterisk, referencing operators. Kwa hiyo alafu inafuatia jina la pointer yetu point int ni sawasawa 100. Sasa unapoandika kitu kama hichi tayari hapa maana yake umeaccess umefika hadi katika value katika pointer katika ile variable ambayo pointer yako ina point, na baada ya hapo ukaweza kuassign value hii mia moja. Kwa hiyo value iliyokuwepo huku thelathini itaondoshwa itakaa hii mia moja kwa sasa. Na nikisema hapa nikisema nichukue chukua cout hii niweke hapa after after ni change kama hivi then nikiweza kucompile hapa na kurun angalia output ambayo sasa hivi tutaipata. Naona imeanza kama kawaida hapa ikatoa sasa hivi pointer yetu ina point eh, memory address ya variable ya age ambayo ndani yake imehifadhi value 30, ambayo imetoka huku mwanzoni kabisa, lakini baada ya kuweza kuchange kwa kupitia hii dereferencing eh, operators na kuandika jina la pointer yetu na kuweka sawasawa na value fulani, tayari hapa unaona katika hii asterisk points int tulivyoweza kuona value iliyomo sasa hivi tunaona kuna mia moja hii. Natumai umeweza kuona sasa namna gani eh, unaweza kutumia dereferencing operators kuweza kuaccess moja kwa moja value ambayo hiyo pointer yako ina point katika hiyo variable yake, lakini vile vile jinsi ya kuibadilisha. Kama utakuwa hujaelewa katika video hii, jaribu kwanza kuangalia tena, na kama utakuwa bado hujaelewa kuhusiana na referencing operators, basi niambie katika sehemu ya comment, ili basi tuje kupeana mifano zaidi na kila mmoja wetu aweze kufahamu concept hii, kwa sababu ni muhimu sana utakapokuwa unajifunza hii pointer kuweza kuielewa. Asante sana, sina la ziada. Like video hii, share na wengine wapate kuja kujifunza pamoja na sisi. Tukutane katika video inayofuata, tukija kuendelea na kipengele kingine. Bado tupo katika kipengele hiki cha pointer. Asante sana.